Hualigani, mpenzi mtazamaji wa FiziNews 24. Ni muda wako mzuri wawe kuweza kufuata taarifa ya habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako ni mimi Safari Alimas Tegaskio, na unipe macho. Karibu tuanzie na tarafani Fizi. Ni kwamba vuguvugu la NDDP la kie kamanda Ulonja Maele limeongoza muungano wa wazalendo kwa usalama ili kupunguza vizuizi katika barabara ya taifa namba tano, zoezi ambalo linalenga kurejesha usalama barabarani tarafani Fizi na Uvira. Bwana Rukoyera Sariza Mubutu ni mwenyekiti makamu wa vuguvugu la ND na mwandishi wa muungano huo wametambulisha msafara walionao na kazi ambayo wamekwisha kuitekeleza pindi walipozungumza na TV yako tuna kikundi ambacho kinaitwa Alliance de wazalendo pour la sécurisation et la suppression des barrières sur la route RN5. Kwa lugha ya kimombo ni muungano wa wazalendo kwa usalama na kupunguza ma barriere au makamba ambayo inapatikana mu route RN5 kuanza Makobola mpaka mwisho wa territoire ya Fizi. Kisha tena tutaanza Makobola ngambo kumaliza territoire ya Uvira. Tulianza msafara kutoka Uvira leo, tuko watu kama vile kumi. Hii e kikundi yetu inaongozwa na na Luvumbu, ndiye ambaye anaongoza hiyo. Birego ni makamo, mimi kama vile mwandishi, tuna Baraka Emmanuel tuna kasi kuza na Egesi Prince, tuna jiste habo bote. Muko batu ya mouvema yenye naongozwa na General Rene, kuko yenye naongozwa na ayati wetu ambaye hayuko acha, Mungu mlaze pali pema, Mtetezi Kibukila. tuko na delegasyo ya Generale Kashologoshi. Tuko na delegasyo ya Kakobanya e, mawazo yetu kwa sababu ya malalamiko ya watu juu ya kamba ambazo zinazidi kuwa kwa wingi katika route numero 5 ilibidi tulikaa chini, tukaona sisi wenyewe ndo tuna hizo nguvu na mamlaka ya kuzitoa, na leo tumemaliza sekta Tanganyika, kamba zote zimetoka. Kwa wale wasafiri wa kutoka baraka kwenda sasa Uvira, wanapaswa wanaweza kwenda kwa amani na salama sababu hakuna tena kutoa ile milfra sensa lakini tulikubaliana kama tutaacha kamba sita: moja Lweba, ingine Makobola, ingine itakuwa Malinde na zingine tatu zitakuwa msekteri ya Nganja na Lulenge licha ya kuwa makundi mengine hayakutuma watu pamoja na muungano huo, waku walirizia wazwilo huku wakiomba wenyeji kujulisha ikiwa kamba yoyote ya wazalendo itarudishwa baada ya wao kuitoa. Sion PCC haiko pamoja nasi, lakini kwa mawazo tuko sote pamoja. Kiongozi wao naye alisema kama kamba zake zinapashwa kutoka haziwezi zikabakie, na tunapita kwa vikundi vyao, tunawaambia ni sherti waondoe ila katika sekta Tanganyika, wote waliondoa na watu wa PCC na vengine, hakuna tena kamba. Ule mwenye atarudisha kamba, sababu katiba inasema usalama ni wa Wakongomani wote pa, bale vengi vatarudia, wenyeji wa pale ni sherti watutumie, watuambie kamba ya fasi fulani tena imerudia. Tutaacha namba, tutaacha namba za watu wawili uh, Sufuri, nane, moja, ine, sufuri, tatu, saba, moja, sita, saba. E, sufuri, kenda, saba, ine, tatu, tano, tatu, moja, moja, tatu. Hiyo ni ya WhatsApp. Mwisho huyo amewaomba raia wa tarafa la Fizi na Uvira kuondoa hofu na kutumia usafiri wa barabara ya taifa namba tano. Ndiyo tunakwenda kuambia raia wa tarafa la Fizi pamoja na Uvira ya kwamba wasiwe tena na roho ya kusema hawawezi wakasafiri tena njia ya barabara, hapana. Wajue kama walitutuma na ni pale sisi tuko hapa kwa sababu ya usalama wao, na malalamiko yao tunaiweka kukichwa kama vile mzigo ambao tunahitajika tuumalize, wajisikie kuwa na amani na usalama. Uko na utaendelea kuwa na uko Baraka ni kwamba Fondation Mama Butunga mabuko fupi imepanda msaada wa chakula kwa familia hamsini za wamiaji wa ndani waliokimbia vita toka sehemu mbalimbali. Msaada huo umetolewa Jumamosi ya tariki 14 Juni 2025 katika ofisi ya shirika ilio ipatikanayo katika kata ya Mwemezi ya kwanza mjini Baraka. Familia mbalimbali zilikusanyika katika eneo hilo kwa ajili ya kupata msaada huo. Akizungumza na redio yako Bwana Pasifiki ya Sokolo Shaban coordinator katika mradi wa kusaidia wa jwa ndani kwenye shirika ilo ameanza hapa kuonyesha tabaka za watu walionufaika na msaada huo. Hawa watu mnaowaona hapa wamewasili hapa juu ya kuja kupokea chakula ni mkadre ya huo mradi wa Fomabu wa kusaidia wahamiaji wa ndani ambao wamekimbilia hapa Baraka. Aina ya chakula ambao wanaipata ni pamoja na unga wa mahindi, maharagwe, mafuta na chumvi. kila mwamiaji anapata kilo kumi na mbili na nusu za unga wa mahindi, kilo tano za maharagwe, kilo moja ya chumvi na lita moja ya mafuta ya kupigisha. Watu ambao wamechaguliwa ni pamoja na ni kategoria za watu ambao wasiojiweza na watu ambao wasiojiweza, muna wanjane, muna watu ambao wana magonjwa sugu, watu ambao ni walemavu, na vile vile muna wazee wenye miaka ambayo ni zaidi ya makumi sita na tano. Walengwa wanatoka kata mbalimbali mbali. Kuna walengo ambao wanatoka Kimanga, kuna walengo ambao wanatoka Mwandiga, kuna walengo ambao wanatoka Mwamsombo, kuna walengwa wa majengo ya pili, kuna walengwa wa Makampanye, kuna vile vile walengwa wa Kalinga Noru na Matongo. Na labda ni kipi ambacho kiliweza kuwasukuma nyinyi mweze kuchagua chakula isipokuwa kitu kingine uenda labda kuwapa pesa wala mapazi? Eh, kitu ambacho tumetuma tuchague chakula ni kwamba, unaona watu ambao tunawasaidia ni wahamiaji, na mtu akiwa mwhamiaji anaacha vyote, na katika haya mambo yote ambayo anayaacha, anaacha vile vile na mashamba, anakuja bila kitu chochote, na unaona chakula iko kitu ambacho ni kipawa mbele katika maisha ya mtu, ndio maana tuliona tuchague chakula kutaka kuwasaidia hawa watu. Idadi ya hawa ambao wanapokea chakula kwa leo ni ni jamaa makumi tano za wale wahamiaji wa ndani.

na uko Baraka tu ni kwamba tarehe ishirini na tatu ndiyo itasherekewa sasa sherehe za mtoto wa Afrika mjini Baraka, tofauti na tarehe kumi na sita inayosherekewa kila mwezi Juni. Amehakikisha yo kiongozi wa jenda mtoto na familia mjini Baraka. Kila ifikapo tarehe kumi na sita Juni ya kila mwaka ulimwengu mzima usherekea sikukuu ya mtoto wa Afrika. Kwake Bi Zainabu Echilo Marie Claire mama wa jenda mtoto familia mjini Baraka amesema wameairisha kutoka tarehe kumi na sita hadi ishirini na tatu ili kupanga mambo sawa kwa ukweli, mpangilio kweli, tulikuwa tukipanga mpangilio ya tarehe kumi na sita mwezi wa sita kwa ajili ya mtoto Afrika, lakini kwa kufatana na jinsi mambo ilichelewa, tuliona tuyarishishe kwa tarehe makumi mbili na tatu mwezi huu, kwa juu tunaona hatukuandalia vizuri. Kwa ukweli, tumepangilia na kwa gisi venye tulipanga, tunajua hiyo tarehe makumi mbili na tatu sisi wote tuta, tutasherekea hiyo sherehe ya watoto ulimwengu mzima. Hapa kwetu Baraka itakuwa na mashirika yote, tutakutana pale na wamama, yaani wazazi wa watoto wote, tutakuwa pale pamoja na mashirika zote kwa raia wanaposikiliza kwa muda huu kuna kuwaka wamoja wanakuwaka na makomandere lesezejue, lakini tunaona tena wanaiharishisha tena. Kwa juu ya nini hasa, kama tuliweka vile, tunaona kuna mapungufu ya kitu bi fulani, na ndio maana tuliona tuiharishishe vile, kwa juu tunaona kuko mapungufu kidogo na tumalizie na habari zingine huko Kinshasa, ambako kamati maalum ya bunge la kitaifa inayohusika na kuchunguza ombi la mwendesha mashtaka mkuu katika korti ya utenguzi anayetaka idhini ya kumfungulia mashtaka Nikolas Kazadi, waziri wa zamani wa fedha na mbunge wa DPS, iliamua kukataa umbili ombili lililowasilishwa mnamo Mei 2025. Ilimshutumu Kazadi kwa kueneza madai ya uongo na kuvitua siri za serikali katika hali ya kisiasa iliyoonyeshwa na madai ya utawala mbaya Bare ya uchunguzi tume iliongozwa na Rafael Kibuka, ilitimisha kwamba tuma hizo hazina msingi thabiti wa kisheria na hivyo kupendekeza katika kikao kilichopangwa Jumamosi, kutoa mwisho wa kupokea kwa ombi la mwanasheria mkuu katika korti ya utenguzi. Moja ya hoja kuu za tume ni ukosekana kwa kosa la kufichua siri za serikali katika kitabu cha adhabu cha Kongo, ingawa kosa kama hilo liko katika kanuni za haki za kijeshi. Tume ilizingatia kwamba wakili mkuu hakuwa na mamlaka ya kuchukua mfumo huo wa kisheria kualalisha uchunguzi dhidi ya raia haswa mbunge anayekuwa na kinga. Tofauti hii ya kisheria imekuwa ikizingatiwa kuwa muhimu kwa kuwa, kutumia hatua za kijeshi kwa raia bila ufafanuzi zaidi, inaweza kuhatarisha na kukiuka kanuni za msingi za sheria na kuunda hatari juu ya uhuru wa wabunge. Kuhusiana na tuhuma za kueneza habari za uongo, tume ilibaini kuwa ukweli uliotajwa naye Kazadi, haswa ukiukwaji wa kifedha, unasababishwa na ripoti kadha rasmi, haswa zile za mahakama ya wakaguzi, mkaguzi mkuu wa fedha IGF, na ya baraza la mawaziri. Hati hizi za umma zinathibitisha uwepo wa matatizo yaliyotajwa na kufanya mashtaka ya habari za uongo hayana msingi, ilisema tume hiyo. Kwa hiyo, tume ilizingatia kwamba Kazadi alikuwa ametumia haki yake ya kikatiba na ya uhuru wa kujieleza pia. Kulingana na habari tulizo nazo, tumelipendekeza katika ripoti yake kwamba swali hili linaweza kutunzwa na kamati ya wazee wa busara na bunge la giraifa. Mpenzi mtazamaji, hadi hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Kushare kushiana na kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu kila wakati na kwa muda sahihi. Bye bye. Fizi News 24.